Sasa, kabla hatujaenda kuangalia ujumbe wa huyu malaika kwa undani, kwamba unawakilisha nini, twende tuangalie kwa ufupi matukio ambayo yametangulia huu ujumbe wa malaika watatu, katika aya ya kwanza mpaka aya ya tano ya hiki kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na nne. Ikiwa na Biblia yako hapo, ifungue, twende pamoja, aya ya kwanza kitabu cha Yohana, sura ufunuo wa Yohana sura ya kumi na nne. Kitabu kinaitwa Ufunuo wa Yohana, lakini kwa kweli ni ufunuo wa Yesu. Hayo unayapata kwenye hiyo ufunuo wa yohana sura ya kwanza na ile aya ya kwanza anyway, ufunuo wa yohana 14:1 kisha nikaona na tazama huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima sayuni na watu 144,000 pamoja naye wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao taswira ya kwanza ambayo inafunguka katika ufunuo 14 aya ya kwanza ni yohana anatazama anaona mwanakondoo ambaye tunamtambua kama Yesu Kristo kwenye Yohana Injili sura ya kwanza aya ishirini na tisa, anasema amesimama juu ya mlima Sayuni, amesimama na watu laki moja na elfu arobaini na nne Hawa anasema kwamba wana jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Anaposema "kisha" anamaanisha kuna matukio yametangulia, na haya matukio ni yale ambayo tumeona kwa upana katika Ufunuo sura ya kumi na tatu ambapo pale tuliona tu key players, e, watu wawili wahusika wa, wa wawili wakubwa. Pale tuliona mnyama wa kwanza ambaye alikuwa akitoka katika bahari, lakini alishirikiana na shetani kuatesa watu wa Mungu. Hiyo ni Ufunuo sura ya kumi na tatu aya yake ya kwanza mpaka aya ya kumi. Lakini tuliona mnyama wa pili ambaye tunaambiwa alitoka katika bahari. Ufunuo kumi na saba kumi na tano tunaambiwa yale maji mengi uliyoyaona uliyoyaona, ile bahari ni mataifa, ni makutano ya watu na lugha na jamaa huyu anasema huyu wa pili alitoka katika nchi kavu. Samahani, wa kwanza alitoka baharini, wa pili alitoka nchi kavu. Huyu anaanza aya ya kumi na moja mpaka aya ya kumi na nane. Bahati mbaya ni kwamba agenda ya huyu mnyama wa pili inafanana na yule wa kwanza, na hata anaagiza watu analazimisha watu wamsujudie yule mnyama wa kwanza ambaye alikuwa akitoka katika nchi hayo, utayapata katika aya ya kumi na tano, aya ya kumi na sita mpaka aya ya kumi na saba na kumi na nane mwishoni. Sasa twende moja kwa moja tuangalie hii ufafanuzi wa hii aya ya kwanza. Hawa mia moja arobaini na nne elfu au laki moja na arobaini na nne elfu ni wakina nani? Utambulisho wao wa kwanza anasema wana jina lake Yesu la mwanakondoo na jina la Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Ukiangalia hawa watu wa Ufunuo sura ya kumi na nne aya yake ni ya kwanza, wanafanana na watu wa Ufunuo sura ya saba, ambapo unaposoma katika Ufunuo sura ya saba unaona idadi inayofanana ya watu. Ehe, anasema kwamba aya ya tatu nitasoma, anasema a, nianze aya ya pili.